Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> Bukelebe TV. Karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV. Habari, habari ya asubuhi. Karibu katika kesha la asubuhi leo, Jumanne ya tarehe 18 Novemba 2025. somo letu la leo ni kichwa cha habari kinachosema kweli, msingi wa tabia. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Zaburi 119, mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno ni lako nisije nikakutenda dhambi. Tuombe. e, baba yetu Mungu wa mbinguni, Baba wa rehema na chanzo cha kweli, tunashukuru kwa zawadi ya uhai na nafasi ya kuamka tena leo. Tunapokuja mbele zako katika kesha hili la asubuhi tunakusihi utujaze na roho wako Mtakatifu ili atuongoze kuelewa na kuishi kulingana na neno lako. Naiweka nchi yetu ya Tanzania mbele zako, bariki viongozi, bariki makanisa, bariki familia, bariki vijana, tupe amani, tupe umoja, tupe ulinzi katika kila mkoa na kila kijiji utawale kati yetu na nuru yako iangaze juu ya taifa hili. Bariki muda huu wa ibada, utufundishe, utukarabati na kutujenga katika tabia na uaminifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Wale wanaojifunza Biblia, wanaotafuta ushauri kwa Mungu na kumtumaini Kristo watawezeshwa kutenda kwa hekima kila wakati na katika kila hali. Kanuni njema zitadhihirishwa katika maisha halisi. Acha tu kweli na wakati huu upokelewe vizuri na kuwa msingi wa tabia na utadhaa. Uthabiti wa nia ambao kutamanishwa na anasa kubadilika badilika, kwa desturi, fedheha ya kuupenda ulimwengu na kelele za moyo zinazodai anasa havitakuwa na nguvu ya kushawishi dhamiri lazima kwanza iangazwe, nia lazima itiishwe, kupenda kweli na haki lazima utawale nafsi, na tabia ambayo mbingu zitaweza kuikubali itaonekana. Tunavyo vielezo bayana vya nguvu itutengenezayo imara kanuni za kidini. Hata hofu ya kifo haikumfanya Daudi aliyekuwa karibu kuzimia kunywa maji ya Bethlehemu ili kupata kile ambacho mashujaa waliyatalisha maisha yao kwa ajili yake. Makanwa ya simba yaliyofunguliwa hayakumfanya Danieli kuwacha kufanya maombi kila siku, wala tanuru la moto alikumfanya Shadraka na wenzake kuisujudia sanamu aliyoiweka Nebukadereza. Vijana wenye msimamo imara watajitenga na anasa, hawatatishwa na maumivu na kuwa jasiri hata katika tundu la simba na tanuru la moto kuliko kutokuwa wa kweli kwa Mungu. Zingatia tabia ya Yusufu. Maadili yalipimwa vikali, lakini ushindi wake ulikuwa mkamilifu. Kanuni ile ile iliyopindishwa ilidhihirika katika kila jaribu. Bwana alikuwa pamoja naye na neno lake lilikuwa ni sheria. Uthabiti huu na kanuni isiyoyumbishwa zinang'aa kwa mwangaza mkali zikilinganishwa na udhaifu na uzembe wa vijana wa zama hizi. Edhana kwamba lazima kukubali njia za ukaidi za watoto ni makosa. Elisha mwanzoni kabisa mwa kazi yake, alidhihakiwa na kubezwa na vijana wa Betheli. Alikuwa mtu mpore sana, lakini Roho wa Mungu alimuhimiza kutangaza laana juu ya walio mdhihaki. Walikuwa wamesikia kuhusu kupaa kwa Elia na walifanya tukio hili muhimu kuwa kejeli. Elisha alidhirisha kwamba hakupaswa kudharauliwa na watu wazima au vijana katika wito wake mtakatifu, alipoambia apaye kama Elia alivyofanya mbele yake aliwalaani kwa jina la Bwana. Hukumu ya kutisha iliyowajia ilikuwa ni ya Mungu. Baada ya tukio hili, Elisha hakupata shida tena katika utume wake. Kwa miaka hamsini aliingia na kutoka katika mlango wa Betheli na kupita mji kwa mji, akipita katika makusanyiko ya watu wabaya na wafidhuri wasiofaa na vijana waovu, lakini hakuna hata mmoja aliyemdhihaki ilitisha kumfanya aheshimiwa katika maisha yake yote. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako tulilo litafakari asubuhi ya leo. Tumejifunza kuhusu nguvu ya kweli, uthabiti wa tabia na uaminifu katika kila jaribu. Tunakuomba utusaidie kuweka neno lako mioyoni mwetu kama Daudi, kwa uaminifu kama Danieli, jasiri kama Shadraka, jasiri kama Meshaki chasiri kama Abednego na wenye msimamo kama Yusufu. Tuongoze siku nzima, utulinde, na utupe neema ya kuishi kulingana na kanuni za mbinguni. Baraka zako ziwe juu ya familia zetu, baraka zako ziwe juu ya kazi zetu, baraka zako ziwe juu ya ibada zetu. Tunakabidhi kila kitu mikononi mwako asubuhi ya leo. Kabariki siku nzima, ikawe ni siku yenye baraka kwa kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.